Anasema ni sujudi, alafu nitakupa milki zote. Unaona milki zote, unaona fahari, unaona umaarufu, unaona vyeo, unaona pesa. Maana yake vyote hivyo shetani anavyo. Atakaowapata ni wale ambao hawana shetani hata kuchallenge kwenye fedha. Ukiwa unazo unasema ina maana Yesu hakuwa nazo? Yes, unafikia alienda kufunga mlimani na begi la hela Ona kama tunakuwa kama hatuna akili, Yesu alienda nyikani na begi la hela? Watu wa Mungu pale, hakuwa na Yuda wala hakuwa na Pilato. Pilato sijui ametokea hapo tena, alikuwa yeye mwenyewe. Bibilia inaeleza inasema, Yesu akataza, unakiri akiona kwa sababu ina mwe, inasema akamwonyesha vitu vyote kwa sekunde, unapoonyeshwa magari. Hii ndio maana sasa mtu anakuwa yuko tayari kutoa kafara ya mama yake yuko tayari kutoa kafara ya baba. Moja kati ya mifano niliitoa, nilitoa mifano ambayo imeleta watu wengi wame misunderstand vibaya, kwa sababu mentorship hataki lakini anataka vipande. Lakini nataka nikuonyeshe kwamba shetani ana vitu vyote, lakini atakachotaka mikononi mwako ni damu, na ndio maana usije ukaruhusu shetani akakupa pesa, kwa sababu fedha ya shetani na wewe mtabadilishana damu hakuna kitu kingine, na wanaoingia kwenye falme za giza usiku kafikiri wanawaambia kwamba mtaua uh -uh. Unafika mahali ambapo wanakwambia aidha tuchukue vyote au utoe kamchango, kwa anaangalia vitu viishe au kutoa tukaroka. Mtu anaangalia ule umaarufu na ile mali, anaamua anaua, na pale anapoenda sio kwamba anaua mtu. Wakati mwingine anawaambia tuchukua kakuku, anachinja kakuku akarushe, wanarusha fanya hivi hivi fanya hivi hivi. Wengine wanaoza. Mmoja kati ya watu wamewahi kunifuata anaambia mtumishi, yani yani, wewe una kitu cha Mungu, yaani sasa mimi nikupe mchongo. E, mchongo gani? unaoza tu siku tatu, siku ya nne unarudi Dar es Salaam na mihera. Kwa unaoza kwenye jeneza siku ngapi? Tatu, alafu unarudi mjini, una nini? Una pesa. Ndio maana sitamani vitu vya watu. Tamani kuinuliwa na Mungu wewe. Tamani kubarikiwa na Mungu wewe. Amen. Na nafikiri wale mliokuwepo kwenye ile series ya Unlocking Your Potentials nilisema usipende sana kuchunguza hivi umefanikiwa, jefanikiwaje? Tafuta siri za kufanikiwa kwa Mungu mwenyewe, sio kwa wanadamu, kwa sababu kila mmoja ana mbinu yake ya kufanikiwa. Namna ambavyo mimi nabarikiwa hapa, sio kwamba na wewe utabarikiwa hivyo hivyo. Unaweza ukajiambatanisha na hii neema lakini Mungu atafanya kwako kwa njia nyingine mm. Kama nani sema amen, kama nani sema amen. Naniwazisha, sijui kama niko na watu wananielewa kiwango gani, lakini namwamini Mungu. Vita ya kuharibiwa maisha ni vita endelevu, unahitaji kuwa na mbinu endelevu vita ya kunyang'anywa. Yani, leo unaweza ukaomba na ukapata, lakini kunyang'anywa ni vita endelevu. Na ndio maana leo mtu anaela, kesho anapoteza zote, anatafuta tena anapata tena, siku inayofuata anapoteza. Kwa nini? Kwa sababu vita ya kupata na kupoteza ni vita endelevu, kwa lazima uwe na mbinu endelevu itakayokupa power itakayokupa authority ya kuendelea kushika, kumiliki, kukamata, kuteka, ili vitu viendelee kuwa vya kwako. Unajua kwa nini Mungu alisema usimwache mchawi aishi? Usimwache mchawi aishi kwa sababu ukimwacha mchawi aishi anakuwa yuko na spirit ya shetani hata hacha kukuinda mpaka amekufa. Unapofika mahali sijui imani yako ni nini hata unanitazama lakini unapofika mahali ya kwamba unazichallenge roho za giza Biblia inasema akiondoka pepo moja anaenda kuita wengine saba. Anasema twendeni tukarudi. Ndivyo wachawi walivyo. Ukimshinda mmoja, anaenda kusanya wachawi wa mtaa mzima, alafu anasema tuendeni tena, wanakuja, anapiga bato. Ukiwashinda, wanaenda kusanya wachawi wenzao, wanaenda kukaa kwenye vikao, wanaingiza jina lako, ndio unashangaa mtu anakosea malahii anakosea tena, anaharibikiwa tena, anaharibikiwa tena, ni kama hamna kinachomsaidia mm -mm, ni vita inazidi kufanya nini? Kuongezeka. Ndio maana haushindi vita, alafu kaanza kusherekea pa pa pa pa pa. Hapana, unashinda vita, alafu kwenye ulimwengu wa roho unakuwa sensitive, kwa sababu kila ushindi unavutia vita kubwa zaidi. kwa vita ya hatima, ni vita endelevu, kwamba ulitaperiwa mara moja, sio kwamba utataperiwa tena. Wanakuona unapiga hatua, watakuja tena walikuibia mara ya kwanza, unasema sasa nimeshatega kamera kamela, nimemaliza. Hapana, nao watajua umefunga kamera, watakuja kwa namna nyingine, watakata umeme. Kwa jihadhari, jilinde, jua mbinu zitakazokufanya ushinde vita zako endelevu, kwa sababu ukiwa tu uko hai vita lazima iendelee. Sio kama niko na mtu ananielewa, kama niko na mtu sema amen, yaani vita itaendelea tu kuwepo. Utapigwa vita tu, utakutana na vita ya kupoteza tu, so lazima uwe na mbinu itakao kusaidia kushinda vita, na iwe ni mbinu endelevu. Usifikiri ni leo tu na kesho imeisha. Ah, ah, itaendelea. Utashinda vita hii, itainuka vita nyingine Ukifikiri umemaliza ndio, unashangaa usio wadhania wameinuka kinyume chako wao. Hii itawasaidia watu wengi sana, yeah. Watu wengi okay, andike hii, watu wengi pia, you know, today I introduce this someone. Ntaenda deeper sana Jumatano ijayo. Watu wengi wanaharibikiwa hasa wabeba maono kwa sababu hawajui vinywa vya Mungu kwenye nchi zao. Kuna watu kwenye hili taifa ni kinywa cha Mungu, hata kama wamekosea, na wakikutamkia neno litatokea sawasawa sawa na walivyosema, kwa sababu ni kinywa cha Mungu. Kimefanyaje? Kimesema. Unafahamu kichwa kinywa cha Mungu Tanzania ni nani? Watu wengi, ni kweli tuna manabii wengi ni kweli tuna mitume wengi ni kweli tuna wachungaji wengi lakini, kila nchi Mungu amesimamisha wachungaji, amesimamisha manabii wake, amesimamisha mitume wake. Kuna watu kwenye nchi nchi, akikusema akikusema, sawa sawa na alivyosema itakuwa haiamriwi na wewe tena hii nasema ni kwa ajili ya kukutahadharisha, usiwe kiroporopo kutukana watu huko, usiwe kiroporopo ukaungana na watu kutukana watu. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu ambao ni kinywa, akisema walaaniwa, washinda nao nami wanalaaniwa. There are people they, they are the tongue of God. Hii dunia hakuna mahali ambapo utaona mdomo wa Mungu, kwa Mungu ameweka neno lake ndani ya watu sasa kuna watu ambao Mungu amewapa hatima ya taifa hili lipo kwao. Wanayemsema we raisi anakuwa raisi, wanayesema asiwe hawi, na akiwa anakufa, they have that power. Kuna watu ni kinywa cha Mungu, na ndio maana hupaswi kuweka mzaha na kila mtu, hupaswi kuingia kwenye masiara ya kuchezeana na kila mtu. Unajua, ngoja nikupe mfano. Kuna tofauti, mganga akisema kesho, kwa mfano, unaweza kukutana hapo mtaani mtu akamwambia kesho hutaamka, ukiamka tutaona. Ah, unaambia wewe ushindwe, wewe unapuzia, si ndivyo? Sawa, kuna mtu anayejulikana ni mchawi kabisa, unajua aliua yule, aliua yule, aliua na yule, anakwambia hmm, labda kama mimi siko hai kesho utaamka koko bichi, mimi nakwambia, huyo mtu ataenda kulala kanisani ili asiamkie wapi. Anafahamu tu huyu ni mchawi kweli kweli, lakini neno hilo lina uzito zaidi akilisema mganga wa kienyeji. Akisema, mimi nimeanza uganga mwaka semanini, hakuna mtu ambaye nishampiga juujuu akakwepa kwa kuwa wewe umeamua basi, nenda afa, naondoka mimi. Nataka nikwambie mtu hapo, haja ndogo inajiandaa, miguu inatetemeka. Kwa nini? Ni mganga amesema. Mimi nakumbuka yuko mtu mmoja bungeni, aliwahi kumwambia mtu ndugu, alimnyoshea namna hii. Yule mtu kesho yake, nafikiri baada ya siku kadhaa, alikufa. Si mnakumbuka? Sitaki tukutaja majina hapa lakini kuna kulikuwa na watu, kuna watu walikuwa ni maji marefu <laughs> Okay, nachomaanisha, kuna watu walikuwa ni ni maji marefu, yaani wao wow, wenyewe tu nini, ni maji marefu sweke, mzaha nao anagombea ubunge miaka yote <laughs> yuko mtu mmoja ni rafiki yangu alikuwa anagombea ubunge. Yule mtu akamwita akasema, nimeona unataka kugombea ubunge chagua hii hela arafu, alikuwa ameweka na jeneza, akamwambia chagua hii hela au chagua jeneza. Yuko <laughs> na jeneza ndani, anaambia either chagua pesa au nini jeneza. Hiyo mtu akasema si kwa ajili ya ubunge, akamwambia mzee wangu, mimi nakuheshimu, ninaomba hii fedha saidia upate nafasi ya kutuongoza sisi raia. Hiyo ndio ilikuwa safari yake ya mwisho wa kugombea nini, ubunge. Hakutaka tena. Sasa tumeona naye nawambia wewe mtu una kitu kikubwa sana cha kuongoza nchi, anakuambia achana na mimi kabisa. Nawambia nia, sasa sikiliza nikusimulie nikupea habari. Unajua kwa nini aliacha? Kwa sababu yule mtu amekuwa empowered na shetani kuchukua roho za watu, the same to this nation. Nakumbuka mwaka elfu mbili sijui na ngapi ile ilibukaga sakata la madawa ya kulevya, si mnakumbuka? Watu wakaa wanatajwa wanatajwa wanatajwa, mnakumbuka? Mnakumbuka, akatajwa askofu mmoja, akasema na wewe ni nani? Ni muuza madawa na hapa. Mfano hapa, hatuogopi kuvizungumza vitu katika uwazi, ili vikusaidie usiingie kwenye 18 za watu alipomtaja yule ndugu likawa sakasaka kubwa sana nchi hii, ana madawa, sina madawa, ana madawa, sina madawa, akaweka ndani. Alipotoka ule mzozo na ule mvutano, baada ya muda mrefu, akasema hivi, leo hii ni mara ya mwisho, tangu leo ninamfuta mtu huyu kwenye siasa za Tanzania, hatakuwepo wala hatapatikana tena. Hakuchukua muda mrefu, aliondolewa kwenye ukuu wa mkoa Usiseme mbona sasa hivi anaendelea aliendelea. Ah, ah. baada ya nini? alipoona mambo yanazidi kuharibika, alirudi kwa magoti, akaomba msamaha. mzee wangu we, pale niliteleza, kijana, ninaomba unisamee. Wakatengeneza, yakaisha, na akasimama akasema mimi nimekusamee ndio, akapata nafasi tena, mkua mkua tena, na ndio sasa hivi ni mkuu wa mkoa tena. Kuna watu usicheze nao, mnanisikia ninachowaambia? in this life kuna watu usicheze nao wamepewa mamlaka kwa sababu wamefika mahali ambapo wao ni madhabahu ya Mungu. Kwa ukicheza nao umecheza na madhabahu ya Mungu. Usiangalie makosa yao. Unajua hata kama Eli alikuwa amekosea, Eli alikuwa na makosa, lakini alikuwa alikuwa amebeba hatima ya Hana kupata mtoto. Sio kama niko nawabeba maono hapa, usiingize kutukana watu, kushambulia watu. Kuna watu akikuinukia, ngoja nikupe mfano. Si mzee Gwajima sasa hivi kwa mfano, mnaona kama asikiki. Lakini yule mzee sasa hivi akikuinukia hivi umeteketea. Sasa hivi amepoa, ni kama hayupo. Kwani unamsikia sana mzee Gwajima sasa hivi? Usiyuka subutu, kamcheze yule mzee kwa mfano. Yule mzee mimi nimeonana naye hivi. I say I let tell you, unajua wengi mnamwona tu kwenye hizi televisheni, mnarogwa rogo tu, mnaongea ujinga. Wewe hivi wewe mwaikoona na mzee Gwajima? Amekosea papapa. Ni nini lakini, yule ni kinywa cha Mungu. Kwa kuna watu amba wa wameaminiwa kwenye taifa ni kinywa cha Mungu mpaka wanakufa, yani makosa yao watajibizana wao na Mungu wao, lakini huna mamlaka kwa hukumu. Try to judge them, you are finished. Kuna watu kwenye hili taifa ni, ni vinywa vya Mungu. Nani atakataa kitu ambacho mwalimu wa Kasege amekifanya kwa maisha yote Uje uone kosa la moja la mwalimu Akasege, uje umhukumu. Mungu anakuhukumu kwa nini? Kwa sababu huthamini neno lake ndani ya kinywa chake. Unataka kufika mbali, maisha yako asifupizwe, epukana na watu ambao ni kinywa cha Mungu.